Mvulana huyu alidhani kwamba upendo ungeweza kushinda yote, lakini yule msichana alivunja moyo wake na kumkataa kwa sababu ya umaskini wake. Miaka ilipita kile, alichokuja kuwa baadaye kiliwashangaza watu wote. Lakini aliporudi akikata tamaa na kumfuata tena, jibu lake liliwacha kijiji kizima kinywa wazi. Je, atajuta uamuzi wake au kiburi kitamwangamiza milele? Kaa chini utulie na tusikie simulizi hii yenye nguvu. Sikiliza hadi mwisho wa simulizi hii. Katika kijiji kidogo cha Mkuranga hapa Tanzania, aliishi kijana mdogo aitwaye Emma. Alikuwa mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye wema kwa kila mtu. Emma alikuwa mwana wa mkulima maskini ambaye alikuwa na kipande kidogo cha shamba walilopanda mihogo na viazi vitamu. Baba yake alifariki wakati Emma akiwa na umri wa miaka 15 tu, akimwacha na jukumu la kumtunza mama yake mgonjwa na dada zake wawili wadogo. Kila asubuhi Emma alikuwa anaamka kabla ya jua kuchomoza, akafanya kazi shambani, kisha anatembea takribani kilomita tano kwenda kuuza mboga kwenye mji jirani. Nguo zake zilikuwa za zamani na zimechanika, viatu vyake vimechoka, lakini moyo wake haujawahi kuvunjika. Watu wa kijiji walimheshimu kwa sababu ingawa hakuwa na chochote hakuwahi kuiba hakuwahi kusema uongo wala kulalamika. Yule Emma, wazee wa kike sokoni wangesema, anaweza kuwa maskini lakini ana moyo wa dhahabu. Lakini kulikuwa na jambo moja ambalo Emma alilibeba moyoni mwake, upendo wa kina kwa msichana mmoja aitwaye Linda. Linda alikuwa msichana mrembo kuliko wote katika kijiji cha Mkuranga. Baba yake alikuwa Chifu Kimaro, tajiri mkubwa katika maeneo yale. Alikuwa na mashamba makubwa, nyumba kubwa yenye geti la chuma na magari matatu. Linda alikulia katika maisha ya kupata kila alichotaka, nguo nzuri, viatu vya bei ghali na heshima kutoka kwa kila mtu. Alitembea akiwa ameinua kichwa chake juu na vijana wengi walimtamani. Lakini Linda, macho yake yalikuwa kwa mali peke yake. Aliamini kwamba pesa ndicho kila kitu. Mama yake, Mama Kimaro, alikuwa amemfundisha tangu akiwa mdogo, binti yangu, usiolewe na mwanaume maskini kamwe. Umaskini ni ugonjwa utakaoharibu uzuri wako na kuwa furaha yako. Waangalie wale wanawake walioolewa kwa sababu ya mapenzi tu. Tazama jinsi wanavyoteseka sasa, wanabeba ndoo za maji kichwani na kufua nguo mtoni huo ndio maisha unayotaka? Na hivyo Linda akaishi kwa maneno hayo. Alikuwa anawapima wanaume kwa ukubwa wa mfuko wao, si kwa ukubwa wa mioyo yao. Emma alikuwa amempenda Linda tangu wakiwa watoto. Alikumbuka siku moja, wakati walikuwa na miaka kumi na mbili tu, wakicheza karibu na kijito cha kijijini, Linda aliteleza juu ya jiwe lenye unyevunyevu na karibu aanguke majini ilikuwa ni Ema aliyeshika mkono wake na kumvuta nyuma kumwokoa. Alimchekea wakati huo tabasamu safi na lisilo na hila. Asante, Ema akasema kwa upole, macho yake yaking'aa kwa shukrani. Tabasamu lile lilibaki moyoni mwa Ema kwa miaka mingi. Hata walipokuwa na njia zao kutengana, Ema hakuwahi kuacha kumuwaza. Alikuwa akimwangalia kwa mbali anapotembea kwenda sokoni na mama yake moyo wake ulipiga kwa kasi macho yao yalipokutana. Wakati mwingine angempa tu kidogo cha kutikisa kichwa, wakati mwingine angempuuzia kama kwamba hayupo, lakini Emma alijua ukweli: mwana wa mkulima maskini hakuwa na nafasi kwa binti wa chifu. Marafiki zake walikuwa wakimcheka mara kwa mara. Emma, msahau huyo msichana, rafiki yake Idi angemwambia, sio wa watu kama sisi. Baba yake hata ruhusu hadithi kama hiyo. Lakini mapenzi hayasikii hoja. Hata hivyo, Emma aliendelea kushikilia tumaini. Siku moja ya mchana yenye jua zuri, baada ya kuuza mboga zake zote na kupata hela kidogo ya ziada, Emma akaamua hawezi tena kuficha hisia zake. Alifua shati lake bora kabisa, lile ambalo mama yake alimshonea miaka iliyopita. Akachana nywele zake vizuri na mafuta ya nazi ili zing'ae, kisha akatembea kuelekea katika ua wa Chifu Kimaro. Moyo wake ulipiga kwa nguvu kiasi kwamba alihisi kila mtu angeweza kuusikia. Alipokaribia lile geti refu la chuma, aliona jinsi makazi hayo yalivyokuwa mazuri. Kuta zilikuwa zimepakwa rangi nyeupe upya, maua yamepangwa kwa mistari mizuri na walinzi wawili walisimama mlangoni. Mlinzi wa geti, mwanaume mrefu mwenye uso mkali, alimwangalia kwa mashaka. unataka nini hapa? Akauliza kwa ukali, sauti yake ikiwa kali. Emma akameza mate kwa shida na kujibu, tafadhali bwana, nimekuja kumwona Linda, nataka kuzungumza naye Mlinzi wa geti akamtazama kutoka juu hadi chini, macho yake yakiwa yamejaa dharau. Akacheka kwa dhihaka, sauti yake ikiwanguruma kwenye ua mzima. Wewe mvulana wa shamba masikini, unataka kumwona binti wa chifu? Angalia nguo zako, angalia viatu vyako vyenye matundu. Unadhani unaweza tu kuingia hapa kirahisi? Nenda zako kabla sijakufukuza na fimbo lakini Emma alisimama imara, mikono yake ikiwa imekakamaa pembeni ya mwili. Tafadhali mwambie tu kuwa Emma yupo hapa, ananijua, tumezaliwa na kukulia kijiji hiki pamoja. Mlinzi akatikisa kichwa, akatema mate karibu na miguu ya Emma na kusema, nakujua wewe, kila mtu anajua mwana wa mkulima maskini, lakini hiyo haimaanishi unastahili kuwa hapa. Hapa ni nyumba ya Chifu Kimaro si mahali pa waombaomba. Emma alihisi uso wake ukiteketea kwa aibu lakini alikataa kuondoka. Tafadhali bwana mwambie tu. Akinasema hataki kuniona nitaondoka na sitarudi tena. Mlinzi akamtazama kwa muda mrefu kisha akavuta pumzi nzito. Subiri hapa lakini usinilaumu atakapokukataa. Akaingia ndani kupeleka ujumbe, hatua zake zikipiga kwenye zege kwa uzito. Baada ya dakika chache, Linda akaja getini. Alikuwa amevalia gauni zuri la manjano lililong'aa chini ya jua la alasiri na hereni za dhahabu zikimetameta masikioni mwake. Ngozi yake iling'aa kama asali, nywele zake zimefumwa vizuri kwa mtindo maridadi. Alimtazama Emma kwa uso uliojaa hasira, mikono yake ikiwa imekumbatia kifua. Emma, unafanya nini hapa? akauliza kwa baridi, sauti yake ikiwa ya juu kiasi kwamba watumishi waliokuwa karibu walisikia. Mikono ya Emma ikatetemeka alipoanza kuzungumza. Kinywa chake kilikuwa kikavu na sauti yake ikavunjika. Linda, nae inahitaji kuzungumza na wewe tafadhali. Tunaweza kuongea faragani. Linda akatazama pande zote kuangalia watumishi waliokusanyika wakinong'ona na kuonyesha vidole. Alifurahia umakini huo. Tuongee nini? Hatuna cha kuzungumza, Emma. Emma akavuta pumzi ndefu, akikusanya ujasiri wake wote. Linda, najua mimi si mtu tajiri, najua nguo zangu ni za zamani na viatu vyangu vimechanika, najua sina gari wala nyumba kubwa, lakini nimekupenda kwa miaka mingi, moyo wangu unadunda kwa ajili yako peke yako kila asubuhi ninapoamka mawazo ya kwanza ni wewe. Kila usiku kabla sijaulala naamka kukuombea. Tafadhali nipe nafasi, nahidi nitafanya kazi kwa bidii, nitajenga maisha mazuri kwa ajili yetu. Huenda sina pesa sasa, lakini nina bidii, nina nguvu, nina upendo. Tafadhali Linda nipe nafasi moja tu, kwa muda mfupi. Ukimya mzito ulianguka watumishi wakaacha kunong'ona, hata mlinzi wa geti akasubiri kusikia jibu lake. Kisha Linda akacheka. Haikuwa kicheko cha upole, kilikuwa kikali na cha kikatili, kikikata hewa kama kisu. Emma, umeharibika kichwa? Akasema kwa sauti ya juu, akihakikisha kila mtu anasikia. Unadhani mapenzi yanatosha? Unadhani nitaolewa na mkulima maskini anayenuka jasho na udongo? Angalia ulivyo. Huna chochote. Hakuna nyumba, hakuna gari, hakuna pesa. Unawezaje kunipa nini? Mateso, njaa, aibu. Moyo wa Emma ukavunjika vipande elfu. Alijaribu kuzungumza lakini maneno yakakwama kooni, macho yake yakaungua kwa machozi yaliyogandana. Linda akaendelea, sauti yake ikiongezeka kadiri kila neno linavyotoka. Alitaka kumdhalilisha kabisa. Unadhani nitaamka alfajiri kubeba ndoo za maji kutoka mtoni. Unadhani nitaosha nguo kwa mikono mpaka mikono ichubuke. Unadhani nitaishi kwenye nyumba ya udongo na kupika kwa kuni. Huo ndio umaskini, Emma. Na mimi si mwanamke wa kula mawe na kunywa machozi. Nahitaji mwanaume anayeweza kunipa maisha ninayostahili, mwanaume mwenye pesa, cheo na nguvu. Wewe si huyo mwanaume. Utakuwa huyo mwanaume kamwe. Watumishi wakacheka, mlinzi wa geti akatikisa kichwa. Emma akabaki amesimama pale pale, mwili wake wote ukitetemeka. Lakini Linda hakuwa amemaliza. Alimkaribia zaidi, macho yake yakiwa baridi na yasiyo na huruma. Emma, rudi shambani kwenu, rudi kwenye umaskini wako, rudi kwa mama yako mgonjwa na dada zako wachafu. Ustahili kusimama kwenye geti langu, ustahili hata kupumua hewa ninayopumua. Na ukirudi tena hapa, nitamwambia baba yangu wakupige na wakufukuze kijiji hiki. Umenielewa? midomo ya Emma ikasogea, lakini sauti haikutoka. Maono yake yakawa ya ukungu machozi yalipojaa. Akatikisa kichwa taratibu, akageuka na kuondoka nyuma yake aliweza kusikia kicheko cha Linda kikichanganyika na sauti za dhihaka za watumishi. Mlinzi akamwita mtoto wa maskini, sasa umejua nafasi yako, kaa mbali na watu walio juu yako. Emma akatembea chini kwenye barabara ya vumbi, kichwa kikiwa chini, mabega yakitetemeka. Watu waliomwona walinong'ona na kuonyesha vidole. Habari za kukataliwa kwake zikaenea kijijini kama moto wa nyika. Kufikia jioni, kila mtu alijua Emma, mwana wa mkulima maskini, alikuwa na ujasiri wa kumfuata binti wa chifu Kimaro na kudhalilishwa vibaya. Usiku huo, Emma alikaa peke yake kwenye chumba chake kidogo. Kuta zilikuwa zimepasuka na pa lilivuja kila mvua inaponyesha. Mama yake alikuwa amelala juu ya mkeka mwembamba chumba kinachofuata, na dada zake wakitumia kitanda kimoja chenye shuka ya zamani. Akitazama dari iliyopasuka, akanong'ona kwa sauti ya chini, huku machozi yakimtoka: Linda, umenihukumu kwa kile nisicho nacho, lakini siku moja nitakuonyesha kile ninachoweza kuwa. Siku moja utajutia maneno uliyoniambia leo, sio kwa sababu nataka kukuumiza, bali kwa sababu utaona ulikosea. Utaona kwamba dhamani ya mwanaume haipo mfukoni mwake, bali moyoni mwake na katika bidii yake. kuanzia wakati huo, Ema akaweka nadhiri, angenyanyuka, angefanya kazi kwa bidii kuliko mwanaume yeyote kijijini angeacha umaskini nyuma, si kwa ajili ya kisasi, bali kuthibitisha kwamba thamani ya mwanaume haipimwi kwa hali aliyo nayo sasa, bali kwa moyo wake na tabia yake. Akafuta machozi, akakaza ngumi, akamnong'oneza giza, nitawaonyesha, nitawaonyesha wote. Asubuhi iliyofuata, Ema akaamka na moto mpya moyoni, akaenda kumwona mzee wa kijiji, mzee mwenye hekima nyingi, aliyeitwa Babu Agostino. Mzee huyu aliheshimiwa kote maeneo yale. Alikuwa amesafiri sehemu nyingi na kuona mengi katika maisha yake marefu. Emma alimkuta amekaa chini ya mti mkubwa wa mwembe akivuta kifio chake na kuangalia watoto wakicheza. Babu, Emma akasema kwa heshima, akipiga magoti kidogo, nataka kuzungumza na wewe babu. Agostino akamtazama kwa macho yenye upole tayari alikuwa ameshasikia kilichotokea kwenye nyumba ya chifu Kimaro. Kaa hapa mwanangu, akasema kwa upole, akipiga mkono chini karibu naye. Emma akaketi na kwa muda mrefu hakusema kitu, kisha akaanza kuzungumza, sauti yake ikiwa thabiti ingawa moyo wake umejaa maumivu. Babu, nataka kuondoka kijijini, nataka kwenda mjini kutafuta kazi, nataka kubadilisha maisha yangu. Siwezi kuendelea kukaa hapa tena. Kila uso ninaouona unanikumbusha aibu yangu. Kila mnong'ono ninaosikia ni juu ya kukataliwa kwangu. Nahitaji kuondoka. Babu Agostino akavuta kwenye kifio chake, akapuliza moshi hewani. Akauchunguza uso wa Emma kwa makini. Mwanangu, jiji si sehemu rahisi. Vijana wengi wanaenda huko wakiwa na ndoto, wanarudi mikono mitupu na mioyo iliyovunjika. Jiji ni kali, litakujaribu, litakuvunja, litakushawishi uwe mtu usiyemfahamu. Kisha akapumzika kidogo, akamtazama moja kwa moja machoni. Lakini naona kitu tofauti machoni pako. Naona moto, naona udhubutu. Naona mwanaume aliyejeruhiwa lakini hajaharibiwa. Kama umeamua kweli, basi nenda, lakini usisahau unapotoka, usisahau mama yako na dada zako wanaokutegemea. Na la muhimu zaidi, usiruhusu pesa ibadilishe mioyo yako. Pesa inaweza kujenga nyumba, lakini pia inaweza kujenga ukuta kuzunguka roho yako. Umenielewa? Ema akatikisa kichwa, macho yakiwa na machozi Naahidi babu, nitakumbuka. Nitatuma pesa nyumbani, nitawatunza familia yangu, na sitawahi kuwa kama wale wanaowadharau maskini, kwa sababu najua uchungu wa kudharauliwa. Babu Agostino akatabasamu na kuweka mkono wake uliojaa mikunjo begani mwaema. Basi nenda mwanangu, nenda na baraka zangu. Na ukifanikiwa, na ninaamini utafanikiwa, usisahau kurudi kuwasaidia watu wako. Mafanikio si ya mtu mmoja tu, ni ya jamii nzima. Ema akasimama, akapiga heshima kwa kuinama kwa kina, akasema, Asante babu. Nitakufanya uwe na sababu ya kunijivunia. Usiku huo, Ema akamwambia mama yake uamuzi wake. Mama Ema alikuwa mwanamke dhaifu, aliyechoka kwa miaka ya kazi ngumu na magonjwa. Alikuwa amelala kwenye mkeka, pumzi yake ikiwa fupi. Emma alipomwambia kuwa anaenda mjini, machozi yakaanza kutiririka kwenye mashavu yake yaliyojaa mifupa. Mwanangu, akanong'ona, ninaogopa. Itakuwaje kama kitu kibaya kitakupata kule? Itakuwaje kama utapotea kwenye lile jiji kubwa? Itakuwaje kama watu waovu watakudanganya? Ema akapiga magoti pembeni yake, akashika mkono wake mwembamba. Mama, usiogope, nitakuwa mwangalifu, nitafanya kazi kwa bidii na nitakuwa nikituma pesa kila mwezi. Wewe na dada zangu hamtateseka tena, nakuahidi hili juu ya kaburi la baba. Dada zake wawili, Sara mwenye miaka 15 na Zaina mwenye miaka 13, walimkumbatia kwa nguvu, huku wakilia. Dada usitusahau, Sara akasema kwa sauti ya maumivu, tafadhali rudi haraka. Ema akawapigia busu kwenye vipaji vya nyuso zao. Siwezi kuwasahau ninyi, ndiyo sababu yangu ya kufanya haya. Siku moja mtaenda shule nzuri, mtavaa nguo nzuri, hamtateseka kama mama alivyoteseka. Naahidi. Asubuhi iliyofuata, kabla ya jua kuchomoza, Emma akapakia mkoba wake mdogo. Ndani yake kulikuwa na mashati mawili, suruali moja, Biblia ndogo ambayo baba yake aliacha, na hela ndogo aliyokuwa amejiwekea akiba. Akaangalia ile nyumba ya udongo kwa mara ya mwisho, akihifadhi kila kona moyoni, kisha akatoka nje kwenye hewa baridi ya asubuhi na kuanza safari yake. Alipokuwa akitembea kwenye njia ya kijiji, baadhi ya watu waliokuwa wameamka mapema walimwona wakaanza kunong'ona. Wengine walimhurumia, wengine walifurahia kuondoka kwake, wakiamini alikuwa anafuatilia ndoto zisizowezekana. Wiki moja baadaye, Emma akawasili katika jiji la Dar es Salaam. Jiji lilionekana kubwa mno, la kutisha na la ajabu makelele ya magari, ukelele wa wauza bidhaa, watu wakikimbia huku na kule, yote yalimchanganya kichwa. Majengo marefu yalipaa hewani, kitu ambacho alikiona tu kwenye picha. Harufu ya moshi wa magari, chipsi, samaki wa kukangwa na takataka vilijaza hewa. Emma akasimama kwenye stendi ya mabasi ya daladala akiwa na mkoba wake mdogo, bila kujua aende wapi au afanye nini. Alikuwa na shilingi elfu tatu tu mfukoni. Samahani mzee, akamwambia mwanaume mzee aliyekuwa anauza magazeti. Tafadhali, naweza kupata wapi kazi? Mimi ni mgeni Dar es Salaam. Yule mzee akamtazama na kutabasamu kwa huzuni. Kijana, kila mtu Dar es Salaam anatafuta kazi, lakini kama una nguvu na uko tayari kufanya kazi ngumu, nenda kwenye maeneo ya ujenzi, kila mara wanahitaji vibarua. Emma akamshukuru na kuomba maelekezo. Akatembea zaidi ya saa moja chini ya jua kali mpaka akafika kwenye eneo kubwa la ujenzi. Wanaume walikuwa wanasomba mifuko ya saruji wakichanganya zege na kupiga tofali. Mwanaume mnene aliyevaa shati chafu alikuwa amekaa chini ya kivuli akipiga kelele na kutoa maelekezo. Emma akamkaribia kwa wasiwasi. Shikamo bwana, habari za mchana? Mimi naitwa Emma, natafuta kazi, kazi yoyote. Nina nguvu na niko tayari kujifunza. Yule mwanaume aliyekuwa msimamizi wa eneo la ujenzi akamtazama juu chini. Unatoka wapi? Akauliza huku akiwa anatafuna kijiti kama toothpick. Natoka kijiji cha Mkuranga bwana, Emma akajibu. Msimamizi akacheka. Kijana wa kijijini, naona. Unaweza kubeba mizigo mizito? Emma akatikisa kichwa haraka. Ndiyo, bwana. Nimefanya kazi shambani kwa baba yangu maisha yangu yote. Naweza kubeba chochote. Msimamizi akafikiri kwa muda. Sawa, nitakupa nafasi. Utakuwa unasomba mifuko ya saruji kutoka lori hadi kwenye jengo. Malipo ni madogo, shilingi elfu moja na mia tano kwa siku, na unafanya kazi kuanzia saa kumi na mbili asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni. Ukichelewa hulipwi, ukilegea na kufukuza. Umekubali? Moyo wa Emma ukaruka kwa furaha. Shilingi elfu moja na mia tano kwa siku ilikuwa zaidi ya aliyopata wiki nzima akiuza mboga. Ndio bwana, nakubali. Asante sana bwana na hivyo maisha ya Emma kama kibarua wa ujenzi ya kanza. Kazi ilikuwa ngumu kuliko chochote alichowahi kufanya. Mifuko ya saruji ilikuwa na uzito wa kilo hamsini kila mmoja. Kufikia mwisho wa siku ya kwanza, mabega yake yalikuwa yanawaka kwa maumivu, mgongo unauma, na mikono imetapakaa magamba na mabaka, lakini Emma hakulalamika. Alifanya kazi kwa nguvu zake zote wakati vibarua wengine wakichukua mapumziko marefu na kupiga soga, Emma aliendelea kufanya kazi. Wakati wao wakitumia pesa zao kunywa pombe na sigara jioni, Emma alikuwa anaweka kila senti akiba. Akapata chumba kidogo kwenye mtaa wenye msongamano huko Manzese. Chumba kilikuwa kidogo, hakina dirisha na paa na linavuja. Alikishirikiana na wanaume wengine watano ambao walikuwa wana snow kwa nguvu na kunuka jasho lakini kiligharimu shilingi elfu tano kwa mwezi tu, hivyo Emma akawa mwenye shukrani. Kila mwezi alituma pesa nyumbani kwa mama yake kama alivyoahidi, lakini usiku jijini Dar es Salaam ulikuwa wa upweke. Emma alikuwa analala juu ya godoro jembamba, amezungukwa na watu wasiomfahamu, akiwaza nyumbani. Alimwaza mama yake, tabasamu lake, aliwaza kicheko cha dada zake, na wakati mwingine, ingawa hakutaka, alimuwaza Linda. Alikumbuka uso wake, sauti yake, maneno yake ya kikatili, wewe sio huyo mwanaume, utakuwa huyo mwanaume kamwe. Maneno hayo yalirudi kichwani mwake kama wimbo uliopasuka. Badala ya kumfanya awe mwenye chuki, yalimsukuma afanye kazi kwa bidii zaidi. Usiku mmoja alipokuwa macho akisikiliza kelele za jiji nje, akanong'ona kwa sauti ya chini ye, Linda, ulikosea. Nitakuwa huyo mwanaume, si kumthibitishia wewe, bali kujithibitishia mimi mwenyewe. Baada ya miezi sita ya kazi ngumu, jambo la ajabu likatokea. Mchana mmoja, mkandarasi tajiri aliyeitwa bwana Noeli, alitembelea eneo la ujenzi kukagua maendeleo alikuwa mfanyabiashara aliyefanikiwa sana aliyemiliki kampuni kadhaa kubwa. Alipokuwa anatembea na msimamizi wa eneo, alimwona Emma akifanya kazi wakati wengine wakipumzika kwenye kivuli. Emma alikuwa bado anachanganya zege, mwili wake wote umelowewa jasho. Bwana Noeli akasimama na kumtazama kwa dakika chache, kisha akamwita msimamizi pembeni. yule kijana ni nani? Akauliza akimwonyesha kwa kidole Emma Msimamizi akajibu, huyo ni Emma bwana, ni kijana wa kijijini, amefanya kazi hapa miezi sita sasa. Ni mchapa kazi sana, hafiki kuchelewa, halalamiki kamwe. Bwana Noeli akatikisa kichwa kwa kutafakari. Mwite aje. Msimamizi akapaza sauti, Emma, njoo hapa, bosi anakuitaka. Moyo wa Emma ukaanza kupiga kwa nguvu. Je, alikuwa amekosea? Akafuta mikono yake kwenye suruali na kukimbia kwa heshima, akipiga salamu. habari za mchana bwana, akasema, sauti yake ikitetemeka kidogo. Bwana Noeli akamtazama kwa makini. jina lako nani? na inaitwa hey, Emma bwana. unatoka wapi? natoka kijiji cha Mkuranga bwana. Uliwahi kwenda chuo? Emma akainamisha kichwa. Hapana bwana. Nilimaliza sekondari lakini hakukuwa na pesa za kuendelea na chuo. Bwana Noeli akatikisa kichwa. Nimekuwa nikikuangalia. Unafanya kazi kwa bidii kuliko wote hapa. Kwa nini? Emma akaangalia juu kwa mshangao. Bwana nina mama na dada wawili wanaonitegemea. Siwezi kuwa mvivu. Kila mfuko ninaubeba, kila tofali ninalopiga ni kwa ajili yao. Na pia eh. Akasita kidogo, kisha akaendelea. Natamani nijithibitishe kuwa naweza kuondoka kwenye hali niliyo nayo sasa. Bwana Noeli akatabasamu. Kulikuwa na kitu katika uaminifu wa kijana huyu na uthubutu wake kilichomkumbusha maisha yake ya zamani. Nakupenda, Emma. Je, ungependa kufanya kazi moja kwa moja ofisini kwangu? Nahitaji mtu ninayemwamini, mchapakazi na mwaminifu. Malipo yatakuwa mazuri na utajifunza kuhusu biashara. Emma hakuamini masikio yake. Bwana, una uhakika? Bwana Noeli akacheka, ndiyo nina uhakika. Kesho asubuhi uje ofisini kwangu. Akamkabidhi Emma kadi ya biashara. Emma akaishika kama dhahabu. Hapa sio mwisho wa simulizi hii, kuna pati tu inakuja. Emma, kijana uliyekataliwa na kudhalilishwa hadharani kwa sababu ya umaskini, sasa amesimama na bwana Noeli, mtu tajiri aliyemwona katikati ya jasho na saruji, na akamwambia maneno ambayo hayajawahi kusikika kwa kibarua wa ujenzi: kesho uje ofisini kwangu. Lakini swali ni hili, e Je, hii ni fursa ya kweli ya Emma kubadilisha maisha yake au ni mtihani wa kwanza wa jiji unaokuja kumvunja? Pia kesho atakapofika ofisini kwa Noeli atakutana na nini, kazi halisi au mtego wa watu wanaotumia maskini? Na je, kama Emma atainuka na kuwa mtu mkubwa, je, moyo wake utabaki ule ule wa mwana wa mkulima au pesa zitambadilisha tabia? Na je, unahisi bado ataendelea kumpenda? Msichana mrembo aliyemkataa sababu ya umasikini wake. Na swale muhimu zaidi, e, Linda aliyemwambia Emma eh, hutakuwa mwanaume tajiri kamwe. Atafanya nini siku atakapogundua Emma amekuwa hasa yule mwanaume asiyemtegemea? Je, atarudi kwa mapenzi ya kweli au atarudi kwa tamaa ya mali? Usikose pati tu ya simulizi hii, pati tu naiweka leo leo usikose kuitazama. Ndipo tunapoona Emma akianza safari ya kubadilika na ndipo hatima ya Linda inaanza kuandikwa upya. Tukutane kwenye pati 2, nawapenda sana.